a ilitupilia mbali kundi miongoni mwao hao Wayahudi. Kitaballah, nabadha fariqun min allathina utul kitaba kitaballah, liliacha kundi lililopewa kitabu kukiacha kitabu cha Mwenyezi Mungu, kitabu chao hicho cha Taurat. Waraa zuhurihim, nyuma ya migongo yao, maana ya kukipuuza. Kaannahum la yalamun, walikuwa wanajua, lakini wamefanya hivi Wajubu. Sasa baada ya kukia cha kitabu hicho, walishughulishwa na jambo gani? wattabau ma tatlu shayatin, wakashughulika na yale yaliyosimuliwa na mashetani. ala mulki Sulaiman, katika enzi za Nabii Sulaiman, wakati wa ufalme wake. Tukazungumza kwamba Nabii Sulaiman, enzi za ufalme wake, majini walikuwa yastarikuna sama wanaiba baadhi ya maneno kwa kuyasikiliza kutoka mbinguni, na wakija wakitaamaliana na mambo ya uchawi wanayaongeza. Na hii ilikuwa kawaida ya mashetani kutokea zamani, mpaka wakawa wanaandika vitu ambavyo vya ajabu miongoni mwa mambo ya uchawi, na matabu yao yote yale yakakusanywa na Nabii Suleimani akayazika mahala pamoja, kwamba hakupenda watu watumie vitu kama vile baada ya hapo Ibilisi akawaonyesha kwamba pale kuna kanzun la yafna, kuna benki isiyomalizika, nendeni mkatoe. Wakenda wakatoa vitabu vile, vikawa ni vitabu vya uchawi, na kawaambia, hayo ndiyo yaliyomfanya ya Suleiman akawa strong katika mamlaka yake. Hakuweza kusarifu upepo ila kwa mambo hayo, hakuweza kuwatuma mashetani ila kwa mambo hayo, hakuweza kuyafanya yote mlioyaona

ni kule kuwafundisha watu uchawi. Na hii ni dalili kwamba mwenye kufanya uchawi na mwenye kuwafanyia watu au mwenye kuwasomesha watu kuwafundisha watu uchawi anafanyaje? Anakufuru. yualimuna nnasa sihr, wanawafundisha watu uchawi. wama unzila unzila alal malakaini, na wanawafundisha watu uchawi pia ambao ulikuwa ukifanywa na malaika wawili, sawa kusema hapo, kuna rai mbili. Arja ambayo salafi wengi katika wanachuoni wametafsiri hivyo na wachache miongoni mwao wametafsiri wama unzila alal malakaini, yani wala huo uchawi haukuteremshwa juu ya malaika wawili bibabila huko bado. Hiyo ni tafsiri moja, na tafsiri ya pili ambayo hii ndo wengi wametafsiri, walikuwa wakisomeshwa na mashetani uchawi na pia uchawi ulio kuwa ukifundishwa na malaika wawili kama mtihani kwa watu. Tunafahamu kitu eh, na kwa hiyo hmm, wama kafara sulaimanu, wala hakukufuru Sulaiman, walakinna shayatina kafaru, lakini mashetani ndio waliokufuru, yualimuna nnasa sihra walikuwa wanawafundisha watu uchawi wa ma unzila ala almalakaini, na wanawafundisha watu pia kile ambacho kiliteremshwa juu ya malaika wawili bibabila, huko Iraq, Babili. Kwa hiyo kuna vitu viwili ambavyo mashetani e, bani Israel walikuwa wanavisoma vitu viwili. Kitu cha kwanza walichokipokea kutoka kwa mashetani katika uchawi ndio wanashughulika nacho. Kitu cha pili walichojifunza kutokana na uchawi kwa malaika wawili sawa, waliokuwa Babil. Na hawa malaika tumesema walitumwa na Mwenyezi Mungu katika zama ambazo kulikuwa kumeenea uchawi, na watu walikuwa wakidai kwamba ni mitume, kwa sababu ya mambo ya uchawi waliokuwa nayo. Maana mtu alikuwa anaweza kufanya maajabu kwa uchawi wake, pale pale anapatiliza, msione hivi mimi mtume. Kama kisa tulichokitoa jana, mtu anakata mtu shingo alafu anairudisha. Kwa nini watu wasimwamini kama yeye ni mtume? Kumbe ni uchawi tu. Sasa malaika wale walitumwa kwenda kuwafundisha watu uchawi pia, wapate kufahamu kwamba haya mambo yanawezekana, lakini ni uchawi, si hakika. Na wakabainisha wazi kwamba sisi tunachokisomesha ni uchawi na tunasomesha uchawi na ni maasia makubwa na ni dhambi na msikufuru. Huru, atakaetaka tutamsomesha, lakini ajue ni dhambi, na ajue kesho akhira hana fungu. Sasa haya ndo mambo yalitokea wakati huo, uchawi tena uchawi mkubwa sana. Sasa ikiwa mtu ana uwezo wa kumtoa mtu jicho kisha akalirudisha, kama akamtoa kichwa, atashindwa kutoa jicho? hawezi kushinda lakini yote ni ya uchawi. Watu wanafitinika na mambo ya uchawi haya, kazi kubwa ipo hapo. Kwa hiyo mitume e, man, malaika wawili hawa walipelekwa Babil Iraq, mji kadima sana katika miji mikubwa ya zamani, Babil huko Iraq, wakisomesha wachawi. Na watu waliposikia kwamba kuna uchawi unasomeshwa, kanu yukbiluna ilaihima, wanakwenda kusoma. Umekuja? Ndio. Unataka kusoma uchawi? Ndio. Lakini unajua kama uchawi ni ukafiri? Ndio, najua. Nisomeshe hivyo hivyo. Umekubali? Ndio, masharti yetu ni haya. Sawa, anasoma. Sawa. Wa wama unzila ala almalakaini, na kile kilichoteremshwa juu ya malaika wawili, bibabi la huko Babil Harut wa Marut. Malaika wenyewe ni Harut na Marut. Wama yualimani min ahadi na wala hao malaika wawili hawakumfundisha yeyote yule aliyekuja kwao kutaka kufundishwa, hata yaqula, mpaka wamwambie mapema kabla ya kumfundisha, innama nahnu fitnatun, hakika si lengine sisi ni mtihani tumeletwa, fala takfur. Tunajua umekuja kujifunza uchawi, lakini huu ni ukafiri. Kwa hiyo uchaguzi ni wako, uendelee kusoma ukufuru au uende zako sitake kusomeshwa. Si unaona hapo mambo ya kwanza, hata yaqula, alif ya watu wawili, alifu tathnia wanaita ulamaul lugha. Hata yaqul mmoja, hata yaqulu wengi, hata yaqula wawili, inama nahnu fitnatun fala takfuru na ina maikije katika lugha ya Kiarabu, yani hakuna lengine lelote ni hili tu la kwamba sisi tunasomesha uchawi, lakini ni ukafiri. Usizunguke sana kutaka kujua kwa nini tunasomesha. Sisi tunasomesha kama mtihani kwenu. Kwa hiyo, walikuwa wanabainisha kabla ya kuwasomesha wanafunzi. Sasa hapa tukisema bwana, sisi tunasomesha tafsiri, lakini hii ni manufaa yako wewe ya kujua dini yako na ukisoma sana hii utakuwa mcha Mungu. Sasa sishakafunuliwa kile kitu ambacho kinahitajika, kwa sababu mtume anasema hii Qur'ani unanyanyuliwa kwayo, na Qur'ani yenyewe inasema yahdi lilati hiya aqwa, mwenye kukamatana nayo itamuongoza. Kwa hiyo kila kitu ambacho unataka wewe kiko wazi kwayo, ni maamuzi yako mwenyewe. Hutaki kuwa mcha Mungu, endelea kuona mambo yako yasiyokuwa ya, ya Qur'ani.

nyingine ukiwa karibu sana na dunia, mapenzi yako ni dunia tu, ina maana uko mbali na nini na akhira, ni kama uliokuwa karibu na mashariki, inamaana uko mbali na nini na magharibi. Kwa hiyo tizama mwenyewe, unachagua nini? Hata yakula innama nahnu fitnatun fala takfuru fayataallamuna minhuma, wakawa wanasoma watu kutoka kwa wawili hao ma yufarriquna kile wanachoweza kutenganisha bihi kwacho bainal mar'i wa zawjihi kumtenganisha kati ya mtu na mkewe na hiyo ni dalili kwamba uchawi una athiri lakini athari yenyewe tumesema mpaka kwa idhni ya nani ya Allah kwa hiyo si uchawi tu hasad kijicho ubaya Uba, bughdha Uba, Uba, Uba, Uba, Uba, uchawi haya mambo yote yanaweza yakakuathiri, lakini kwa idhni ya Allah. Hasidi anaweza akakusudu na ukaharibikiwa, lakini kwa idhni ya nani? Ya Allah. Kijicho, mwenye kijicho anaweza akakusudu na akafanikiwa, lakini kwa idhni ya nani? Ya Allah. Mchawi anaweza akakuroga na akafanikiwa, lakini kwa idhni ya nani? Ya Allah. Adui anaweza akakufanyia uadui na akasibu lakini kwa idhni ya nani ya Allah. Ndio maana kukawa kuna mambo ambayo umeambiwa ukamatane nayo ili usipate kurogwa na wachawi wala usiusudiwe na mahasidi wala usiharibikiwe kwa wale maadui wanavyotaka kukuharibu. Ndio maana Mtume akafundisha na kuna sura zinaitwa Almuawidhatani. Mtume aliwahi kurogwa na adui mmoja anaitwa Labidu bnul a'sab, na hii hadithi ni sahihi katika sahihi Bukhari na Muslim

mtu amefanya jambo fulani lakini kumbe hakufanya, haikuwa hakika. Ni mambo ya kichawi chawi, mpaka alipokuja Saidna Jibril na dawa hizi akazisoma, na ile ilikuwa ni, ni nywele au ni, ni mafundo yalikuwa yamefungwa na mchawi yule katika kitana, na akayatupa katika kisima, akaroga marogo yake, bwana mtume akasibiwa na uchawi wa huyu bwana, na ukafunguka ukaondoka, akapona. Qul audhu bi rabbil falaq na qul audhu bi rabbin nas, kila anaposoma aya unafunjuka na kubatilika uchawi ambao ametendewa. Labidu Ibnul Asam ni mmoja katika mayahudi wachawi ambao ndo waliomroga na kumfanyia sihiri bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa ajili hiyo, basi ikiwa Mwenyezi Mungu atatia saini kile kitu anachokifanya mchawi kiwe kitakuwa ikiwa e, Mwenyezi Mungu kama vile vile, kadari ya Mwenyezi Mungu katika mambo. Na kila jambo lina sababu, na aliyeumba sababu ni nani? Ni Allah, na yeye ndiyo yuko juu ya sababu. Akitaka likusibu, litakusibu; asipotaka, haliwezi kukusibu. qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana, waambie, hakuna linaloweza kutusibu isipokuwa lile ambalo Mungu ametuandikia kwa hiyo ukiona mtu amemroga mtu na amefanikiwa ilishakwisha kupita katika ilmi ya Mwenyezi Mungu ya zamani kwamba huyu mwaka 2012 atarogwa na mchawi fulani na atarogeka lakini pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupa silaha ujikingi na miongoni mwa silaha bwana Mtume amefundisha dua a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaq. Akasema bismillahil ladhi la yadurru

kama Mungu hajasema dhuru, hakiwezi kufanyaje. Basi hizi ni dua za kujikinga kutokana na uchawi. Usikae, usikae kae hivi hivi tu, watu wa ni wabaya. Na dua hii bwana mtume kisema uisome asubuhi na jioni, masaa ishirini na manne unakuwa katika ulinzi wa Allah. Kwa hiyo wachawi hawawezi kukuchezea chezea, kwa sababu ningi Haya tunayoyazungumza na wachawi wenyewe wanatusikia huko, usiku wanatufuata, lakini hatuwaogopi kwa sababu tunajua kwamba mwenyezi Mungu ametupa na silaha, na wa hawawezi kufanya kitu kama Allah hajafanyaji. Na hili ndo mkabada wa dawa. Unajua, unapofanya dawa huwa unataja mambo, basi yanawakera watu wengine na yanawafurahisha wengine Asahatma lazima utachukiwa na wale ambao umeagusa yale mambo yao, na watafanya juu chini kwa ajili na wao kutaka kulipiza fulani. Bwana akasema pombe inauzwa ni haramu, kaniona mieni nimefungua hapa, basi yule hawezi kukutizama kwa jicho la urafiki, kwa sababu unataja vitu ambavyo yeye mwenyewe anajua na wachawi vile sema uchawi ni ukafiri, ni ubaya, uchawi kadha, uchawi kadha. Basi subiri sasa tukuonyeshe, lakini hawawezi kutuonyesha kwa sababu Allah anasema la yusibana illa ma kataba Allahu lana. Ikiwa amemroga fulani akarogeka, basi si wao, ni Mwenyezi Mungu amewapa kabul wakaweza kuniroga eh. Sayiduna Urwa bin Zubair anasema, siku moja alikuwa amekaa katika sehemu sasa mbali kidogo ya mji aliyokuwepo, kuna bwana akaenda usiku, akakuta wachawi wamekaa pamoja na majini wao waovu, kao wanazungumza. Mara nyingine unaweza ukapata kumwona jini, lakini sio katika umbile lake, kwa sababu majini wana uwezo biidhnillahi wa kutashakkal kutoka katika hali mpaka hali nyingine anaweza ka ukaona ni punda, ni ng'ombe, ni mbwa, ni nyoka, ni buibui bui. anaweza akachukua umbile la mwingine hivyo. Majini sasa akaona wanazungumza katika sehemu mmoja, wao mkubwa anasema, anawatuma wale watumishi wake, ayyukum yatini biurwa ibn Zubair, ni nani kati yenu ataniletea hapa Urwa ibn Zubair? Sijui alikuwa amemkosa nini Urwa bni Zubeiri. Urwa bni zubeiri labda alikuwa ameyazungumza mambo wachawi na waganga, siku hiyo wakafanya mambo yao yaharibike kwa sababu ya kauli zake. Wanasema namtaka hapa akiwa amekufa au yuko hai, nani atakwenda kuniletea huyu? Mtu mmoja akasema, ana ya sayyidi, nitakuletea usiwe na wasiwasi. Urwa bni Zubeir namleta hapa na Urwa ibn Zubairi ni, ni mwanawe Zubair ibn al-Awwam. Zubair ibn al-Awwam ni katika masahaba wa bwana mtume wakubwa kubwa, ndugu yake Abdullah ibn Zubair, historia yake ni kubwa. Basi baada ya muda yule bwana akawa anasimama anasikiliza yale mazungumzo ya wale wabaya majini na watu waovu pale, wanataka kumleta pale Urwa ibn Zubair. Akakaa sasa kuona ataletwa vipi Urwa ataletwaje? Maana wana mambo yao, unaweza ukasikia mtu kafa amezikwa, kumbe hajafa wala hajazikwa, siku nyingine mkamwona huko mitaa huko fulani, bwana fulani, si alikufa tumemwona? Sasa mlizika nini? mlimzika nani? Mambo yao hayo. Mchawi mkubwa, Urua bin Zuberi ataletwa hapa, ataletwaje? Wanasubiri uyo bwana, anasubiri aone Urua atakapoletwa. Baada ya muda yule jini akarudi, akaambia, mbona hujamlete? Akasema, da, sikuweza nimefika, mahali nikamkuta Orwa, lakini ningeingia tu katika maeneo yake ningeungua nikawa majivu. Akamatiki, siwezi. Yule bwana akaondoka, akaenda kwa Orwa bni Zubairi, kaambia Orwa bni Zubairi, usiku huu nimekuja, nataka uniambie

Bikalimati Allahi tama, kwa maneno ya Mwenyezi Mungu yaliyokamilika, min kulli shaitanin wahama wa min kulli aini lam, na kukingeni na kila shetani na uovu wake na ubaya wake na macho yao ya wahasidi na uovu wanaotendea wanadamu. Ana wakinga wajukuu zake bwana mtume kwa Mwenyezi Mungu na maneno yake yaliyokamili sasa usimfunge mtoto hirizi, kubwa ndani yake, kumbe kuna meno ya jogoo, ukasema ndo yana mki, haya mkingi. Wala usitafute herizi ukafunga kiunoni, ukasema mimi hii ndo inanikinga, ukatafuta jiwe ukalieka mbele ya nyumba ukasema hili ndo. Hapana, hizi zote ni shirki Tegemea Allah subhanahu wa ta'ala, zipo dua maadhura, wasomee watoto wako mara nyingi sana. Watoto penda kuwasomea, na hawa ni katika nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume hakusema maneno hayo ila anajua kwamba kuna ubaya unatendwa na watu macho shetani ashetani minaljinnati wannas. Hakusema ah, mabilisi watawaogopa hawa watoto wangu hawa ah. Kwa sababu ni watoto wa Fatima, Fatima binti yangu, masharifu hawa, hawadhuriki hawa na kitu la, anawakinga, anawaombea dua. So, sasa ikiwa watoto wa mtume wajukuu wa mtume walikuwa wanaombewa dua, je, wajukuu zetu sisi tunawafunga mahirizi, hatuwaombei dua? Ndio maana unasikia mambo ya ajabu ajabu katika nyumba zetu. Kwa hiyo tujifunge na Qurani tujifunge na Sunna za Bwana Mtume, tuwaombe dua zile maathura zilizotoka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ni nyingi. Kuna kitabu kidogo Hisnul Muslim, dua zipo maathura. nuradi adhkar, Alimamu An-Nawawi, kuna kitabu chake kamili kinaitwa Al-Adhkar. Ngalia kila dua, kila dua wakati gani usome dua fulani, wakati gani. Ni muhimu sana kwa sababu addua usilahul mu'min Uislamu, silaha kubwa ni dua. Nyuradi hizo kuna nyuradi za usiku na mchana, tafuta mchana. Utatoka, ukitoka unasoma uradi gani? ukirudi unasoma uradi gani? so unatoka tu, nakwenda na usitoke illa mutawadia. Uh, tawadha udhu wako wa sala. Tia udhu wako mbele, huko kuna watu wengi wanakusubiri, kuna maasili wako katika biashara kuna wasiokupenda tu, hakuna sababu yoyote. Kuna wengine hawa wanakuchukia kwa sababu ulisema jambo liliwaumiza. Kuna wengine, kuna wengine, kuna wengine wote wanakusubiri wewe huko, na kuna wengine huwaoni, maibilisi hao na mashetani hao wote wanakusubiri wewe mmoja, utatosha kweli? Lakini unapotoka ukasema bismillah tawakkaltu ala Allah, allahumma inni as'aluka khaira almakhraj, ya Rabbi, nakuomba kutoka kwangu kuwe na kheri wa khaira al na nikirudi nyumbani nirudi kwa khairi Allahumma inni a'udhu bika an adilla wa udalla wa ajhala wa ujhala wa azlima wa azlima wa uzlam zuti zini dua. Lakini lakini wangapi tunasoma hizo dua? Hakuna dua mpaka unapolala, Bismika Allahumma amutu wa ahya Allahumma inni aslamtu nafsi ilayka aljahtu dhahri ilayka fawadtu amri ilayka raghbatan wa rahbatan ilayka la malja wala manjaa minka illa ilayka amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Dua kukivuma upepo, dua zote hizi zina shari zake, kukiwa na radi, kukiwa na mvua, kukiwa Mtume hakuwacha kitu chochote. Je, ni dua ngapi unazijua wewe? Zitafute. Hii ni kinga yako na watoto wako na watu wako. Mganga hawezi kukupa kitu, la yastati'u alinsanu an yu'tiyaka hardalatan, hawezi kukupa manufaa yoyote. Njonifungie nyumba yangu, njonifungie watoto wangu, ukao natembea kwenye kwapa. Hapa kuna irizi, unasema nina kinga mimi, hakuna mtu. Kuna wengine huenda wakachanjwa, alafu ukachukuliwa mifupa ya mtoto mchanga iliyosagwa, alafu ikawa ikachanganywa na damu, alafu wanapochanjwa akatiwa ile, unatiwa najis na wewe unakaa unasali unamwomba Mungu, na unaambiwa haya ukiyataka lazima ufanywe hivi. Watu wanachanja hivyo. Samaki anachukuliwa anakafiniwa anavishwa sanda, anaenda kuzikwa mwana mwanakwereku kwenye kaburi la mtoto mchanga. Ajabu we, mara ingine utafika makaburini utakuta hayo mambo ya ajabu, kumezikwa vitu vya ajabu ajabu. Kaambiwa kaburi la mtoto mchanga aliyekufa leo, kazike hichi kitu, mambo yako yatakuwa supa. Si ungeanza we mganga, yakawa supa, mpaka ukawa hukodishi isipokuwa majumba magari, unatajika nani mganga liokuwa tajiri milionea, ahitaji hela huyo, ahitaji nyumba nzuri, yote haya anayataka. Angeafanya yeye kwanza hayo, lakini yote ni kula innocent mali za watu. Kwa ajili hiyo basi unapofanya ushiriki na Mwenyezi Mungu, hasira zake ni kubwa sana juu yako. Kwa sababu gani? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Mwenyezi Mungu hamsamei mtu anayeshirikisha hata Mtume aliambiwaje, la in ashrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna min alkhasirin, ukinishirikisha amali zako zote nazivunja na utakuwa watu walio katika hasara kubwa. Mtume anaambiwa hivyo, sikuambii mimi na mina, wewe wa wa ma yu'allimani min ahadin na wala hawakuwa ni wenye kumfundisha yeyote hata yaqula mpaka wambainishie, wamwambia inama nahnu fitnatun, sisi ni fitna, fala takfur e, bwana we usikufuru. fayataallamuna minhuma ma yufarriquna bihi baina almar'i wa zawjihi, wanafarikisha kwa uchawi huo kati ya mtu na mkewe. Mtu na mkewe huwa kuna mapenzi ambayo huwezi kuyafananisha na mapenzi yoyote mtu na mkewe huwa kuna mapenzi yale yaliyosimuliwa katika Qurani, wajaala bainakum mawaddatan wa rahma. Lakini hayo mawadda na rahma mchawi anaweza akayatafautisha mpaka watu wakawa hawatambuani. Si unaona athari yao, mapenzi makubwa, mtu amempenda mkewe, amempenda mumewe, lakini anakuja kati mtu anafanya uchawi, anawatimua mmoja mashariki, mmoja magharibi, hataki hata kumuona mwenzake. Haya yapo mengi sana, yanaendelea katika ulimwengu kwa uchawi. Kuna bwana mmoja ananihadithia, anasema kutokea nimemuoa mke wangu, mwaka umefika wa kumi, na napata tabu sana ninapotaka kuikabili haki yangu kila tukitaka kulifanya tendo lile ndio yanakuja mambo ya ajabu ajabu. Yule mke wangu anakuwa kama simba, na ile hali haifanyi kwa kutaka kwake, anajikuta tu yuko katika hali ile. Mikono inakuwa na nguvu, miguu anapigwa huko kama punda anavyompiga mpaka anapotaka kulifanya lile jambo, na akifanikiwa basi anakuwa hoi bin taaba. Hii yote ni uchawi kama si wa wanadamu ni wa majini, eti wao ndo wamemuoa yule mke wake. Yeye anaota ndoto za ajabu ajabu, kajifungua mtoto mara hii. Yaani, kuna mambo ukisimuliwa wewe unaweza ukasema hii dunia kweli, Mungu anastahili kuwa na hasira na viumbe. Mambo mazito. Kwa hiyo yanatokea hayo yote ni mambo ya uchawi na uchawi wa watu na majini.